Ni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Po Makonda akizitembelea nyumba zilizokumbwa na mafuriko kwenye kata Buguruni kwa Mnyamani, manispaa ya Ilala, Tabata pamoja na Vingunguti, ambapo mkuu huyo ameshuhudia adha iliyowakumba wakazi wa maeneo hayo. Kufuatia kujionea hali hiyo, Makonda anamwagiza mkurugenzi wa manispaa ya Ilala kuanza mara moja zoezi la ubomwaji wa nyumba 36 zilizojengwa kwenye bonde la mto Msimbazi. Dasi. Dio. Dio. Hawa. Hizi nyumba zao sitaki kuziona asio <laughs> <laughs> <laughs> mabembelezo sasa. Sababu wajuaji wengi tunahangaika hapa fu mkifa, mnapiga kelele serikali serikali. <laughs> <laughs> hizi nyumba zenu ndio za kwanza kabisa. tuna nyumba ngapi za kuondoa huku? <laughs> nyumba thelathini na sita afu bati mbaya mme-- wewe angalia watu wanavyoning'inia kule, hata mwanao anaweza akachomoka tu kidogo. Sasa wewe lote hilo panaweza kujaa maji mpaka huo usawa, si mnaelewa? Maji mzee yanaweza kujaa mpaka huo usawa, yaani huo sawa ndio sawa tuseme waleni, maanake wote hao tuliosimama tunafanya nini? Tunazama. Makonda pia amewasihi wananchi kuwa wakali pindi wanapowaona wenzao wanaojaribu kujenga mabondeni au hata kufanya shughuli za kibinadamu kwenye maeneo hayo na kisha kuwachukulia hatua za haraka. Ongea na wazee wangu na ndugu zangu kule. Nimewaambia hakikisheni nyinyi wenyewe mnakuwa walinzi wa taratibu, sheria na kanuni za mitaa yetu. Haiwezekani tunamwona mtu anajenga kwenye mto, Bado tunaendelea kumwangalia tangu anaanza kuchimba msingi mpaka anakamilisha msingi anaweka nyumba anaweka bati anahamia. Afu mvua ikija, ndio wote tunajitokeza. Leo hii watu wamejaa kila kona katika maeneo kwa sababu tu mvua imenyesha. Mngeitishwa mkutano wa kawaida msingekuja. Makonda pia ameagiza wale wote waliopewa viwanja maeneo ya Mabwepande na kisha kuyauza na kurejea mabondeni kuondoka mara moja, kwani nao panga la ubomwaji litawakuta. Na, mtazamaji, nyuma yangu ni bonde la Msimbazi, bonde ambalo limetajwa kwamba limekuwa likisababisha mafuriko ya hapa na pale kwa wakazi wa maeneo ya Tabata na maeneo mengine ambayo yamepakana na, na bonde hili, na kwa mbali kabisa unaona umati mkubwa wa watu, wananchi wakiwa wameambatana na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Makonda ambaye amekuja kuwapa taadhari kuhusiana na mafuriko ambayo yanaweza kukukuta hapo baadaye. Kutoka hapa bonde la Msimbazi, Beni Mwanantala, Star TV, Dar es Salaam.